Kwa majina anaitwa Neema Kibona hey. Ni muumini wa mahali hapa hmm. Lakini toka mwaka jana mwezi wa saba hmm. Nilikaa nyumbani bila kwenda kanisani hmm. Bila sababu yoyote. Mhm. Mm-hmm. Nimekaa nyumbani mwezi wa saba mpaka mwezi wa 12 mwishoni. Mm. Nikaanza kuja kanisani. Mm. Lakini ile kuja kanisani ilikuwa nakuja mimi kama mimi, yani mwili tu nakuja. Mm. Lakini sio kwamba roho ilikuwa inataka mimi kuja kanisani. Uh-huh. Nilikuwa nakuja kama, no, kama mwili. Muulize jirani yako, na wewe unakuja kanisani, unakuja kama mwili au unakuja kama roho? Amen. Ndio mama. Ili mradi mmekaa ibada yaishe. e jua uditujandeao we umekaa mradi ibada ishe, au umekuna kitu umekifuata? Amen. huwa anakuwa busy sana kuja kaisaijaakkaasaa mm. Yani kumi na mbili ni kweli kuenda mwishoni hatari. mm. Huyo siku za jumapili ni saa tano, ibada ikiwa inaelekea mshoni, yaani lengo langu ni kaa yale masaa machache nikae yale masaa machache ili tu niende nyumbani. Yaani roho yangu ilikuwa inanipeleka nifanye hivyo. Eh. Ni kweli nilikutana na matangazo siku ya kwanza yeah. Ukaanza. Uh, nilihudhuria -huh. mkutano kaisha. Siku ya pili ya mkutano, mhubiri alikuwa anahubiri neno moja, mtu anaweza kubadilishiwa maisha yake. Eh. Ila kubadilishiwa maisha. Hakika niliona na mimi pia maisha yangu yamebadilishwa. <laughs> Unaanza ndokao unatembea huku umebadilishiwa maisha. Amen. Amen. Amen. Maisha unayoishi ni ya kwako au ni mwingine? Muulize tu jeni yako, maisha unayoishi ya kwako au umebadilishiwa? Nini kikabadilisho, sio maisha tu mpaka moyo. Yaani sio moyo. Naweza nikasema mwili wangu mzima maisha yangu. Ile siku ya tatu nilikuja kumwona mtumishi wangu, nilikaa naye nikaongea naye akaniombea pia. Lakini wakati ya yale maombi, wakati, wakati ananiombea ilikuwa ni kitu yani, huwa nasikia tu kuna vitu huwa vinatokea, watu wanashuhudia, lakini mimi sikuwahi kushuhudia. Aliniombea akanifungua yangu ya kwanza nilitokwa mm. na ilizi mm. kwenye kitovu changu ilitoka ilizi nyeupe, imevalishwa shanga nyeupe mm. na mifupa ya samaki mm. mirefu mm. imefungwa mifupa ya samaki mm. ilikuwa na ilizi nyingine imeshonwa katikati mm. ile ilizi pia ilikuwa imechomekwa chu sindani mm za kushonea nguo zilikuwa ni nyingi kidogo mm -hmm. na zilikuwa tayari zina kutu, zimeshakuwa na kutu kabisa, yani zilikuwa zinaelekea kuoza, yaani maana yake zilikuwa ndani, zilikuwa ziko ndani ya tumbo langu mimi. Sijui kama mnamuelewa lakini Eh. Inatembea nayo kwenye miji wangu. Mm. Hakika nilimwamini ni Mungu, nikasema kwa kweli ni kwa niabadilishia maisha yangu. Eh, Amen. Baada ya ile jizu. Na wewe kama umebadilishwa maisha yako asubuhi ya leo Mungu yuko mahali hapa atakufungua. Amen. Yeah, yeah. Kama unanielewa, sema amen, kama unanielewa, sema amen, yeah. Kama unanielewa, sema amen, yeah. Kama najisikia ni mzima kwanza. Pili mm -hmm. nina nguvu. Mhm. Tatu nina amani. Kitu ambacho eh, nilikuwa nakosa. Mimi mimi mimi maisha yangu sina amani. amani amani, amani? amani? amani amani? Eh, Yaani mimi, ni mimi tu, yani mimi. Lakini sijawahi kupata amani, <coughs> na muulize muulize tu, tu una una una ah, kumbe Amen. Amen. yako namna namna hii. hii. Mm, kwa amani aliyonipa mm, uzima aliyonipa mm, hata kulala kwangu pia eh. Ninalala vizuri, sina eh, maluelue, sina mawenge mzee. <laughs> natamani <laughs> natamani <laughs> Wee, mama amebadilishiwa maisha, maisha ulikuwa unamwona kwenye ju... no. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Bwana apewe sifa, Amen. Mimi ni mtumishi, nikiwa nikitumika ndani ya madhabahu, lakini kila nikitumika maisha yanakwenda, mm. Yanakwenda, eh. Yanakwenda, eh. Ndoa yanakwenda, eh. Yani nahamishwa, eh. ndoa nafikiri Nashukuru sana.